Media YouTube, andika Metro Media TV. La mgambo, la mgambo, au siyo bwana? La mgambo limelia na leo Yanga wana jambo lao. Karibu sana Benjamin Mkapa Lupaso, Machinjioni, au siyo? Yanga leo wana jambo lao, hii ni baada ya kupoteza mechi kule nchini Malawi na Silver Strikers kwa bao moja sifuri. Yanga wanakuja kujiuliza ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa Lupaso. Je, yeah. wataipindua meza kama ilivyoada. Metro Media TZ tupo hapa kwa ajili ya kukupa kila kilicho bora, kwa kila taarifa ambayo itapatikana hapa sisi tutakusogezea, na ikumbuke kwamba leo Yanga Africans wamewatangazia mashabiki na wanachama wao kiingilio ni bure, kwa hiyo tutarajie kuona wingi wa watu na mashabiki wa kutosha kwa ajili ya kuja kuisupport chama lao. Kwa hiyo leo hii sisi tupo hapa kukusogezea kila kilicho kizuri na jambo litakuwa jambo. Je, yeah. Yanga wataibomoa meza au tusubiri. Mambo zetu shwari, mmependeza, mna huzuni, mna furaha, hiyo mnaitoa wapi?

Mtuambie mtu, tuambie tuelezee mm. Tuelezee tutatoka na nini leo? Ah, kwa mchezo wa leo sio mchezo rahisi mm -hmm. Na wala sio mchezo mgumu sana mm. Inatokana na the way ambavyo wachezaji wetu wamejiandaa na kocha wetu ambayo ameandaa timu ambao ameandaa mm. timu mm -hmm. Nadhani morale imekuwa kubwa sana, kama unavyoona morale imekuwa kubwa kwa mashabiki, kwa viongozi mm hata -hmm. pia kwa wachezaji. Kwa hiyo swala la leo sisi tunataka ni matokeo moja, maana mmoja tu, matokeo la ushindi. La ushindi. La ushindi. Bas. Eh, yani sio sio sio yeah. Sio jambo lingine. Kwe, no kwa hiyo no excuse yoyote kwa kwa kwa kwa kwa coaches, kwa kwa benchi la ufundi, kwa wachezaji, hatuki yeah. Excuse yoyote. Leo wananchi tunachotaka ni matokeo tu, kwa sababu no way out ambayo tunaweza tukavuka sisi bila kupata matokeo. Waliingia wale Silverstone kazi zao. Mmoja kati ya moja wao nao ndio yaona. Wanasema mechi ni nyepesi kwa upande wao. La, la, hawana <laughs> mechi ngumu. Lazima, lazima wao waseme nyepesi kwa sababu kule white beat kule kwao e, beat kwa goli moja, lakini hata goli wenyewe ilivyopatikana unaona kabisa wao wenyewe walikuwa wanaomba mpira uishe. Kwa hiyo wanaongea kama kujifariji. Yanga ni timu kubwa kaka e. Yanga ni timu kubwa sana, anaweza kufanya lolote na muda, kwa muda wote ule na saa yoyote. Kwa hiyo wananchi Waje tu kwa wingi. E, kama hii mechi ni ya kwetu au sio? wana tusikie maneno mala bure nini? Hapana. It's better sisi kuja kwa kifupi, maana yake vingilio vimelipwa. Vingilio vimelipwa Viongozi wetu wanaopendwa, wana love na mashabiki wao. Tushawachangia sana sisi timu <laughs> yetu tushaichangia sana, leo uongozi umeamua kurudisha fadhila kwa mashabiki zao. Kwa hiyo wananchi, fanya kama wanakuja hapa yeah. Mechi yetu kila kitu cha kwetu, uwanja wetu, nyumbani kwetu, hatuna yeah, sababu ya kupoteza mechi hakuna, sababu au sio bwana, watu wana morali, watu wana mudi au sio bwana, hii mudi walioingia nayo Mungu awasaidie wa wana Yanga watoke nayo hivyo hivyo. E, make ikiwa tofauti tu tawataka ubaya, nakwambia leo. Yanga Afrika wewe kabisa kama kawaida, matokeo vipi baba leo? uhakika kwanza ya tatu. Wewe ndio umeingia nayo tatu, kwenda juu bara baridi. Aya, huyu kaingia na tatu. Oa, live kutoka Benjamin Mkapa lupaso, au sio bwana. Yanga Afrika wanakaribisha Silver Strikers kwa ajili ya kujiuliza kile walichokikosea kule Malawi au sio bwana. Kwa hiyo tunatarajia kuona mchezo mzuri, mchezo wa kibabe, mchezo dume kabisa na matokeo ndio atakaoamua nani anaenda group stage na nani anabaki kwenye group la WhatsApp. Karibu sana na sisi Metro Media TV, tupo hapa kwa ajili ya kukusogezea kila kilicho bora au sio bwana? Kaa na sisi wana Mereta, Yanga Afrika mpo juu. Baba leo nafasi ya kujiuliza. Hamna. <laughs> mlishindwa lakini, hamna sio tu. Sawa, tulishinda lakini e, wageni wanaingia na mtaji baba <laughs> e, ili mumfunge inabidi mumfunge mbili kwenda huko huko, kawaida kawaida. E, hilo kwa Yanga kawaida. kwa nini ilikuwa kawaida kule Malawi she? A, kule tuliteleza tu kidogo. Kuteleza sio kuanguka, na hapa inawezekana pia mkateleza kaka, kwa nini unaingia na matokeo yako uwanjani wakubali sana wachezaji wangu. Yes. Pia hata japokuwa kocha ameondoka, yes. Ila aliyekuwepo anatosha. Leo mkiteleza tena ujue inabidi mwombe msamaha followers ujue leo. <laughs> kwa sababu matokeo ya leo ndio atawasema kwamba followers alikuwa mbaya au timu ndio mbaya au unasemaje? Hapana, kwa hatuwezi kumlaumu mtu yoyote. Afu kwa mwana, mwana Yanga unaingia una huzuni una shida gani? Furahi basi. Amna, <laughs> Eh, wewe unataka kutukatisha tamaa. Kwa hiyo tutarajie kwamba Yanga leo tunashinda na goli kuanzia ngapi, shehe? Tatu kwenda mbele, wameisha wale Silver Strikers. Haya, <laughs> baba, mimi nakutakia kila la heri mwanangu. Asante sana. Na eh, tutoke Shira na ushindi. Wanaanza ha, kuingia wanyonge Tuhabu, nabu, hata wanavyonikatisha hata mimi tamaa, jama Pula, hii ni hata kidogo. You are watching Metro Media TV. Usisahau kusubscribe, comment na kulike.